Huna miguu huna miguu, kumbe umevunjika kotekote. Wewe hebu shuka kwenye basikeli yangu, shuka, shuka kwenye basikeli, hanisi mkubwa wewe. Ha, ha, ha. Kiukweli, napokuwa na wewe hivi huwa anajisikia faraja sana. Kuna muda huwa anatamani ni mshukuru Mungu, si niombe vipi kwa ajili yako. Uh, wewe kwangu ni mwanamke special sana. <laughs> Mwanga bwana, una bahati. Hata mimi pia nina bahati kupata mwanaume handsome kama <laughs> <laughs> wewe. Hata wewe pia mzuri tena, hasa pale unapotabasamu, tabasamu lako tu. Mimi ndo wali na nimaliza. Kiukweli, mashallah. Eh? <laughs> <laughs> na kupenda. Asante, <laughs> mene shukuru kusikia hivyo. Mwanga u nani yako? Nakuuliza. Nakuuliza u nani yako? Unajua welecho sasa? We huyo we, we, mjui huyo? Mjui ko mi, siku zote hizi unanipotezea muda mda, kumbe una mwanamke mwingine? Ko unamaanisha mi sasa hivi tena unioi na, si ndio? Nakuuliza wewe. We dada, kilichokuleta hapa ni nini? Umefata nini hapa hapa wewe? Ko Mwanga, kumbe siku hizi tena una mwanamke mwingine? Ko mi, siku hizi unanipotezea muda, kumbe una mwanamke mwingine, si ndio? Kwanza mwanamke mimi kanizidi nini? Ana nini huyu mwanamke mimi ananizidi? Mbona mimi ni mzuri tu lakini au mimi na kasoro gani jamani? Mbona mimi lakini ni mzuri tu? Mwanga mimi na kasoro gani? Sikia wewe mwanamke, tabia yako unachukua mabwana za watu wewe. Takuja ni kumwagia hata maji ya moto mbwa mmoja wewe. Alafu sikia na wewe, naenda kusema kwa kaka yako tabia nayo nioneshe. <laughs> <laughs> Sasa lecho. Ndio nani sasa hivyo? Ish. <laughs> Ila lecho mchezo. Mpenzi wangu, unajua ule cho, ina maana wewe umefurahi mimi kutokana na ule mtoto, si ndio? Hivyo mazoea gani, Mwanga unajenda gani na ule mtoto jamani? Kwa ndo mna mazoea kiasi kwamba mpaka anafikia kunitukana mimi na wewe unafurahi, si ndio? Sasa komintpauju unizalishe, si ndio Shazi? Mine uh, hatujamalizana mimi nawe, njoo basi tumalizane hapa. Ah, alafu yule hicho huyu unikimchekea chekea nikicheka cheka huyu mm. Watakuwa wananiharibia huyu mshenzi huyu. Sasa huyu dawa yake huyu ni makofi. Mm. Makofi? Eh, uu makofi tu. Mshenzi huyu. Naimba uko nalia mimi nimemkuta Mwanga huko amekaa na mwanamke mwingine tena kwenye majani, wamekaa tu wawili Mwanga mdogo wangu huyu naye, eh, anafanyaje? Wamekaa na mwanamke mwingine, wanashikana shikana. Sasa hivi mwanga tena anioi shemeji? Ah, ah. Usiseme hivyo sio alikuwa. amekaa kwenye majani, wamekaa na mwanamke mwingine, wanashikana shikana. Mwanga mwanga Sass... mdogo wangu mwanga. Sasa hebu nisikilize shemeji, mimi nipo si ndio? mm-hmm. Mimi nitalimaliza hiyo. Kini, kumbuka shemeji, mimi Mwanga na mpenda. Najua, najua hata ye Mwanga anakupenda pia. Acha kulia bwana. Sawa, lakini mbona unafanya hivi? Nasema hivi, acha kulia wewe, ndo shemeji yangu nini, nakujua wewe, mimi simjui mwingine. Wewe unatupikiaga ugali na udaga eh? na mboga ya ushimba v mtamu vile tunakula mpaka tunaenjoy yani, nani anaweza kupika vile eh? Hey, ni wewe tu shemeji bwana, acha kulia bwana. Sawa eh? Twende sokoni tukaheme tuje tupike tule. Wewe si unampenda Mwanga? Eh, Shimeji, Mwanga mimi nampenda. Basi hilo limeisha. Najua na yeye Mwanga anakupenda. Twende tukaheme tuje tupike tule. Sawa, Shimeji. Kuna wasa, mimi ulichofanya, sio parisafa ya mapenzi ya wai kueleweka. Nangaika na kukuta. Ndio nini ulichokifanya pale nje kunipigia makelele? matokeo yake umepeperusha njiwa wangu wa dawa. Natambua fika kwamba unampenda yule binti, ila una fedha, una thamani ya kuwa naye yule binti? Kwa vyovyote vile hujiwezi. Sasa mimi ninachokitaka ni kitu hiki, utaje ni kiasi gani unachokihitaji nikupatie, uniachie yule binti Kakadago, yule mwanamke kwangu ni kama nuru ambayo inaangaza maisha yangu usiku na mchana. Samani ya upendo wangu kwake huwezi kufananisha na kitu chochote kile, iwe fedha au madini ya samani. Upendo wake kwangu ni mkubwa mno, hauwezi kununua kwa vipande vya thalafu nampenda sana mwanamke yule. Kijana, wewe unafahamu fika kwamba sauti ya maskini haiendi mbali. Na mimi pesa ninayo, ninaweza kufanya kitu chochote katika wakati wowote, nikakupa kesi kubwa au nikakuua. Kijana, kitu kimoja ambacho nakihitaji kwako, utaje, ni kiasi gani cha fedha ambacho nakihitaji ni kupatie ili uweze kuniachia yule binti. Make una hadhi ya kuwa naye yule, anafaa kuwa na watu kama sisi wenye fedha. Sijui unanielewa dago naelewa uwepo wako kwangu, uwe ni kaka angu na kuheshimu sana ila kwa hili siwezi kuvumilia. Nainua mikono yangu, niko lazi, nipeleke jela, nikatekate vipande vipande vya mwili wangu wa tena Hakikisha una vizika visionekane, katika ulimwengu, ila siwezi kukuachia mwanamke huyu. Yuko ndani ya moyo wangu, tena sio ndani tu ya moyo, yupo kwenye chembe chembe za moyo. Anikinua mguu wangu huu kwako Sitarudi tena kwenye nyumba yako. kuna lia mimi, ulichofanya sio. naimba kuna waza mimi, ulichofanya sio. Falsafa ya mapenzi haijawahi kueleweka. Nahangaika kukutafuta hivi, wapi umefichwa we? naimba kunalia

Binadamu siyo malaika, hukosea, ameumbiwa hili nalo litapita. Moyo wangu utazowea, kosa moja lisivunje ndoa Minas... Mr Jimmy, nimefurahi sana kukutana na wewe hapa. Kitu ambacho kimefanya ni kusimamisha wewe hapa ni kuhusu mdogo wako. Unajua, mimi nakuaga mtu mzuri sana endapo kama nikimcholea mtu mstari akaufata ule mstari, ila nakuwaga mtu mbaya sana endapo kama nikimcholea mtu mstari alafu akauvuka. Sasa ongea na mdogo wako, achane na mwanamke ninayempenda. <todicatua> ni mwanamke gani huyo ambaye mnashea wewe na mdogo wako, Shazi? <todicatua> Bavu kabisa. Baa, minakuona bonge la la shababi janaumela eh? Shoka, kumbe nani mpuzi tu ni wale. Wale wale we wakugombania mpenzi na mdogo wangu Mwanga. Ala, niliota kuongea kitu gani cha maana. Sasa sikiliza nikuambie huyo Shazi sisi tulishamalizana naye siku nyingi, yaani mimi na mdogo wangu kuhusu huyo Shazi tulishamalizana naye, yaani hatuna tena mkakati na yeye wa aina yoyote ile. Kwa hiyo kama wewe una mpango naye ni vizuri sana tena. Naona kama kama kuna hitaji lolote ni kusaidie kuhusu huyo Shazi, sisi tunaweza kukuletea, owa kabisa. Funga turubai weka kigoma, piga watu wale mchere ruksa. Tena utakuwa umenisaidia pakubwa sana, sijui unanielewa. Fanya hivyo, kuwa na amani. Mshushazi ananiletea ziaka gani huyu? nitajua tu kama ameachana naye au bado. Mwanga, mbona umeniita hapa afu nanitazama tu? Uongee chochote, shida nini? Hujui shida? Hujui shida Nakuuliza wewe kipi ambacho kijui wewe, kwani kuna shida gani mpenzi wangu? Unajua wewe kile, nikikutazama unanifanya nikumbuke maneno ya kaka yangu. Wewe kumbe malaya wewe, eh? Malaya ndo nini vile? Sasa ya unaenda kwa mtu ndani mwake eh? Unajua anaishi peke yake, unaanza kushikwa shiku, unavutwa hata kupelekwa ndani eh, hivi wewe unafanya biashara kujiuza, si ndio maana? Malaya? Mwanga kuniita mimi malaya, kweli? Hivi unajua jinsi gani kaka yako na dadangu wanapambana kuvunja ile penzi? Mimi ninajaribu kulipambania ile penzi letu, bado tena unaniita malaya kweli? Mwanga mimi sikwenda pale mwenyewe. Dada aliniagiza niende pale. Sema tu ule kijana ni kijana wa ovyo ndio maana ukakuta anifanyia ile yote. Na nilishukuru kwa sababu walikuwa mule ndani. Sio kunilaumu hivyo mimi, mimi sikwenda pale mwenyewe mm. Sasa ili nisikulaumu, nisikize kwa makini. Siutaki lawama kuanzia leo, yaani leo hii hapa, kuanzia leo hii hapa, mimi nawewe, basi. Unasemaje Mwanga? Narudia, Nisikize kwa makini, narudia, mimi na wewe basi. Utakaponiona fanya kwenye sura yako ujawahi kuona mtu kama mimi. Malaya usiokuwa na haya wewe! Tazame kwanza, usifanye hivyo, nadhani unajua jinsi gani nakupenda. No, lakini. Hebu niachie mkono wangu. Niachie mkono wangu <coughs> Shenzi, niachie mkono wangu mmoja wewe. Imba mimi <coughs> <coughs> <coughs>